Epuka mwanamke asiye na hekima. No, ndo maana Biblia anasema mwanamke mpumbavu. Ndoa, ndoa haisimamiwi na mwanaume, ndoa inasimamiwa na mwanamke. Na ndio maana ndoa ikivunjika mwanaume ni innosento. A woman is innocent. No matter how fool he is. Hata kama ni mpumbavu. In biblical point of view. Katika Biblia. When a marriage is destroyed. Ndoa ikiharibika. A man is innocent man. Wanaume ni mtu ambaye iko innocent. Kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake. Every... Bali mwanamke mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Every... When you need to marry, check the wisdom of your wife or oh. Measure the Of that. Na rahisi sana hekima ya Mungu ndani ya mtu ina sifa inaonekana. Huwezi kuigiza, huwezi kuigiza, huwezi kuigiza, kuigiza. Mwanamke asiye na hekima mkimbie. Haijalishi ni mrembo kiasi gani, does not matter how, ana shepu kubwa namna gani, kind of she, ana macho mazuri kama malaika woman, ya malaika wa nuru. Kila mwanamke mwanamke akikosa hekima, huyu uh -huh. ni mbomoaji ajaye This is a person that does not build her. Uko hapa aeedi, ndoa yako ilivunjika, msamehe ule mwanaume, jua ulikuwa pumbavu. If you're here and and your marriage had been broken, just forgive that man and think According that a According to the the biblical point of view, who built the house? She's a wife. Katika mtazamo wa kibiblia ambaye anajenga nyumba ni mwanamke. Anayeamua hii ndoa iendelee au ife ni mwanamke. Kuna wanaume wengine alikuacha, a naendelea kutafakari ule pumbavu, hata kawe na maisha. Nataka nikuambie ataendelea na maisha huku, unaona? Sasa hata kawe na maisha, ameshaharibikiwa, ameshafanyeje? Mwanaume haribikiwi, my friend, kwenye ndoa. Maanake mwanaume hajaumbiwa ma ndoa iwe maono, ameumbiwa ndoa iwe sehemu Not been built, ya maono. Hebu ngoja niweke hii vision vizuri, naomba nikuambie ukweli leo, mwanaume hajaumbiwa ndoa iwe maono a, lakini mwanamke ameumbiwa ndoa iwe maono. Na ndio maana mwanamke asipoolewa yuko frustrated, lakini mwanaume anaweza akawa anaendelea kawaida kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kilicho ndani ya mwanaume ni maono.